tunakaribia asilimia themanini na mijini tuko kwenye asilimia tisini lakini kuna miradi zaidi ya elfu moja iko maeneo mbalimbali nchi nzima ambayo ikikamilika tunakwenda kufika asilimia zile tulizotumwa au kupita asilimia zile tulizotumwa kwenye ilani ya chama. Na kesho tukijaliwa, nitakuwa pale Same Mwanga kuzindua mradi mkubwa wa maji takaokwenda kutoa maji kwenye maeneo kadhaa. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.